Bwana, hayawi hayawi sasa yamekuwa. Mchezo mkubwa barani Afrika ulikuwa ukisubiriwa kwa hamu na wapenzi mashabiki wa soka Afrika Mashariki na Kati, hasa Tanzania. Simba Sports siku hii ya leo yupo ugenini kumenyana dhidi ya Al Masry, wakati unakaribia na hapa nipo kujuza kile kikosi ambacho huenda kikaanza katika mchezo siku hii ya leo. Mchezo mwingine ambao Simba Sports wanakwenda na kauli mbiu yao kwamba hii tunavuka, baada ya kushindwa kuvuka katika robo fainali takribani saba zilizopita, hii ya nane wanakwambia hii unavuka wameshindwa kuvuka katika robo fainali takriban sita za klabu bingwa barani Afrika, wameshindwa kuvuka katika robo fainali moja kombe la shirikisho barani Afrika, na hii ni robo fainali ya pili ya kombe la shirikisho barani Afrika. Hii wanakuambia hawana sababu ya wao e, kushindwa kuvuka; kama uzoefu wanao, kama nguvu wanao, kama wachezaji bora wanao katika kikosi chao, hivyo hii wanasisitiza zaidi kwamba hii a lazima uh, wavuke. Na kwa nini wanajiamini kwamba hii tunavuka? Ni kutokana na ubora wa kikosi chao. Maingizo mapya mengi yameingia na kufanya vizuri, mfano Jean Charles Ahoua wa yeye ana magoli mawili katika kombe la shirikisho barani Afrika, lakini ana pasi mbili za mabao, yani assist mbili. Lakini pia katika katika ligi kuu Tanzania bara ana magoli takriban 12 na assist zake 7 mchezaji bora sana katika kikosi cha Simba Sports, na ndio maana nakwambia hii tunavuka. Upande wa Kibu Denis Prosper naye pia amekuwa bora sana, he, akiwa na magoli yake matatu katika kombe la shirikisho barani Afrika. Magoli sio matatu tu, magoli matatu muhimu akifunga mawili Uh, dhidi ya Faksien, na akifunga moja pia dhidi ya Constantine. Unaambiwa Kibodenisi wa moto, Kibodenisi wa kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini pia hii tunavuka kutokana na ubora wa Musa Pinpin Kamara, golikipa nambari moja wa timu ya taifa ya Gine, golikipa nambari moja wa timu ya Simba Sports Club, akiongozwa eh, na mabeki wake Chefo Nomarone, Abdul Zaki Hamza, eh, Mohamed Hussein, Shabrala, Shomari Salum Kapombe, kwa upande wa viungo ayo. Yusufu Kagoma, ah, Fabrice Ruambangoma, upande wa viungo wa shambuliaji, e, e, Ari Mpanzu Kibi Sawara, Ajen Shareheaua, Kibu Denis Prosper, huku mshambuliaji wa mwisho huyu ni Cristiano Lionel Ateba. Hii tunavuka tu na Simba sports Club, na hicho ndicho kikosi ambacho huenda kikaanza katika mchezo siku hii ya leo. Tuandikia maoni yako katika sehemu ya comment. Unafikiri Simba sports anakwenda kuvuka au anakwenda kuendelea kushangaa kama ambavyo ameshangaa kwa misimu kadhaa iliyopita? Usisahau pia kubonyeza maandishi mekundu.